ya Irani ni bora iamue kuingia maliziano na Israel. Zingatia hilo. Nazungumzia mambo ya mustakabali wa, wa kinabii hapa. Sema mustakabali wa kinabii. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya kumi mstari wa kumi na moja Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Wakaniambia sema, wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wa na wafalme. Unapokuwa nabii yapo mambo ambayo yanakupasa ya uweze kuyazungumza, amen. Na unapoyazungumza yale mambo, yanafanyika kuwa maneno ya unabii. Na nabii hajafungwa ya kwamba ameumbwa ili kuwatabilia tu watu mtu mmoja mmoja, amen. Nabii anaweza akatoa maneno ya unabii iza ni kwa mtu moja moja, familia, si ndio? Anaweza vievi akatoa unabii kwa bali ya jamii ya watu fulani. Unajua, nabii anaweza akaibuka akasema, nimeona kuna changamoto inaenda kuwapata jamii ya wa Wamasai, wataanza nimeona kuna changamoto inaenda kuwapata jamii ya wa Wamasai, mtasikia Wamasai wanadondoka tu ghafla wanakufa, si ndio? Nabii anaweza akazungumza vitu vya namna vya namna hiyo. Hapo wameitabilia nini jamii, sema jamii. Na baada ya muda unashangaa yale yaliyo ya tabili yanaanza kutokea. Amen. Lakini vyove nabii anaweza akatoa maneno ya unabii kwa habari ya taifa. Amen ama mataifa ama ufalme. Glory be to God. So nadhani kila mtu anajua sasa hivi kuna vita. Amen. Ingaja havijatangaza rasmi kuwa ni vita full scale war kati ya Israel na nani na- na Irani. Ukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ukifuatilia kwenye channel mbalimbali YouTube Amen, ama ukifuatilia kwenye TV, taarifa nyingi zinazotolewa kwa Kiingereza tunasema ziko bias, ziko nini, ziko bias. Wako watu ambao wanaweza wakazungumzia namna ambavyo Israeli inaichakaza vibaya Ilani. Amen labda wao wana mlengwa wao wa kidini Amen. Labda ni, maybe ni chaneli like ya Kikristo. Kwa hiyo wanajichukulia Irani kama taifa la nini la Kiislamu, kwa hiyo wana mlengwa wa kidini zaidi au wa kiimani. Na wako watu ambao ukifuatilia chaneli zao Amen unakuta wanazungumza uh, jinsi ambavyo Irani Eh, inaiwashia moto Israel na kuyo, na kuchakaza miji yake maybe na, na hao ambao wanarusha hayo matangazo maybe ni channel like ya Kiislamu, mtu wa Mungu, Haleluya. Kwa hiyo inalichukulia taifa la Israel kama taifa la Kikristo, Amen. Kwa kuna a sort of confusion, sema a sort of confusion. Lakini mtu ambaye anaweza akazungumza mapana ya nini kinajiri na nini kitakuwa na matokeo yatakuwa ni nini, lazima awe ni mpakwa mafuta wa Bwana. Inaeleweka. Lakini wakaniambia sema, wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme na wafalme wengi. Kwa hiyo nataka kuzungumza baadhi ya mambo ya kinabii mustakabali wa kiungu kwa habari ya kile kinachojiri kati ya Israeli na Irani. Amen. Na napenda ujue na utambue ya kwamba number one Benjamin Netanyahu yupo katika divine assignment. Sawa? Yuko katika jukumu la ki la kiungu. Nilizungumza jambo hili mwaka jana mwezi wa nne, nadhani mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne, wakati vita vina endelea kati ya Israeli na Hamas, na nikaweka bayana kwa mustakabali wa kipindi kile, maneno baadhi ya maneno ambayo nilizungumza nikasema Vita kati ya Israel na Hamas havitokuwa na mazungumzo yatakayofikia nini muafaka. Hakuna kiongozi taasisi wala jumuiya itakayoweza kugeuza moyo wa Benjamin Netanyahu kufikia kiwango cha kufikia maliziano na Hamas ili kukomesha ile vita. Na kipindi kile, rais wa Marekani alikuwa ni Joe Biden. Najua Biden akajaribu kufanya juhudi nyingi kumaliza vile vita, mpaka leo vile vita vinaendelea. Kuna mtu anaelewa? Na umefikia wakati ni kama watu ambao walikuwa wanapiga kelele sana wameishiwa pumzi, mtu wa Mungu. Amen. Sema wameishiwa pumzi. Ya, kwa hiyo unaona, uh, Benjamin Netanyahu bado anaendelea kufanya kile ambacho niliona uh, Bwana Mungu amekiweka ndani ya moyo wake. Sawa eh? Now, I want to talk a little bit about kinachoendelea. Na nini kinaweza kikawa chini ya mazingira ya namna gani? Namba moja, napenda ujue kwamba Benjamin Netanyahu bado yuko katika mwendelezo wa jukumu la nini? La kiungu. Amen. Mabii jina lako Benjamin benja Netanyahu bado yuko katika mwendelezo wa jukumu la kiungu. Mashambulizi ambayo yameanzisha tarehe kumi na tatu mwezi huu wa sita, Ijumaa, ilikuwa 2025 kinyume na Irani, ambayo tunaona alipiga baadhi ya kambi za kijeshi, ameshambulia maeneo ambayo ya vina vya nuklia si ndio? Amewaua viongozi wakuu wa kijeshi wa taifa la Irani wangapi? wa nne. Mkuu wa majeshi ameuawa. Amen over the night. Vile vile aa, kuna, kuna, kuna, kuna timu maalum ya kijeshi amen kiongozi wake naye ameuawa. Ukiacha wanasayansi wengine ambao wale wanasayansi mkuu wa mambo ya nyuklia na baadhi ya watu vile vilevile wameuawa nao amen. Na Irani ikasema itajibu, sema itajibu. Na Irani ikasema, kiongozi wa Irani Ayatola akasema, malango ya kuzimu yataifungukia nini? Israeli na Israel itajuta. Amen, maneno mazito kabisa. Sema maneno mazito, lakini jambo moja unatakiwa uelewe, mtu wa Mungu, kile ambacho Benjamin Netanyahu anakifanya kuonyesha ya kwamba yuko katika divine assignment yeye amekipa jina, si ndio? Amekipa nini jina? Yaani kile kinachoendelea sasa hivi, Benjamin Netanyahu wajaibuka tu akasema, mimi kama kiongozi sawa, ninaingia vitani kinyume na nani? Kinyume na Irani. No, kile kinachotokea, amekipatia jina, asema amekipatia jina na ni operation ambayo ina, ameita inaitwa operation eh, rising the lion. Sema operation rising the lion. Sema tena operation rising the lion. Yani operation ya kumwinua simba simba ya, ya kumwinua simba, na akatumia andiko kutoka kwenye bibilia kitabu cha Hesabu sura ishirini na nne kitabu cha Hesabu sura ishirini na tatu Hesabu ishirini na tatu mstari ishirini na nne ndo operation rising the lion imetokea hapo. Tazama watu hawa wanaondoka kama simba mke na kama simba anajiinua nafsi yake hata lala hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa. Kuna mtu anaelewa? Watu wengi hawakujua operation rising the lion imetokea wapi? Kwa hiyo sio ajenda ya kishetani, sema, sio sio ajenda ya kishetani ni ajenda ya kimbingu na nimekupa andiko hapa. Kabla Benjamin Netanyahu hajatoa oda ya kuishambulia Irani, alienda kwenye ukuta fulani wa maombi kule Jerusalemu. Amen? na wana utaratibu wao, ukiwa unaenda kuomba kule, baadhi ya viongozi wa kitaifa waga, wanaenda kwenye ule ukuta, unaenda unaandika maombi yako, alafu unayachomeka. Kuna ule ukuta una vitobotobo hivi, kwa hiyo unachomeka yale nini maombi Benjamin Netanyahu alienda kwenye ule ukuta kwanza, ndo akaja na hiyo operation rising the lion. Tazama, watu hawa wanaondoka kama simba mke na kama simba anajiinua nafsi yake, hata lala, hata atakapokula mawindo na kunywa damu ya walio uwa, walio uawa. Nadhani neno lina linaeleweka lina mtu wa Mungu, kwamba kuna assignment ambayo Benjamin Netanyahu anatakiwa kuifanya pasipo kulala usiku na mchana, sema usiku na mchana mpaka atakapoikamilisha. Sasa nazungumzia mambo ya mustakabali wa, wa kinabii hapa, sema mustakabali wa kinabii. Pona ya Irani ni bora iamue kuingia maliziano Zingatia hilo. pona ya utawala ambao uko sasa hivi, si ndio? ni bora ikubali kufikia nini maliziano na Marekani, especially kuhusiana na nuclear program ambaye ambayo tunajua Donald Trump alitoa siku 60 kwa taifa la Irani na uongozi wake wafikie mwafaka, si ndio? Siku sitini zikaisha, mwafaka hakuna, siku ya sitini na moja Yaani siku moja baada ya, ya kushindikana kwa ule mwafaka, Irani ikijua labda siku zitaongezeka Israeli imeshambulia. Sawa na ili utawala uliokuwepo sasa hivi wa yatola eh, uweze ku, kuendelea wanatakiwa wafikie hayo malizi maliziano kwa jinsi yoyote, ambao ambayo utawala uliokuwepo sasa hivi wa kiongozi wao amen, ambaye yupo sasa hivi, ambaye yeye amehifadhiwa hai kwa kadiri ambavyo wataweka ugumu wa moyo, sawa na kusema tunajibu mashambulizi kinyume na Israeli, yafuatayo yatatokea. Sema yafuatayo yatatokea. Uh, waziri mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, ana divine assignment ya kuondoa huu utawala ambao huko sasa hivi na kuweka utawala mwingine, sio kama. Kuna mtu ameelewa maana yake? Ayatola kwa kadiri ambavyo ataweka shingo ngumu na kusema tutaendelea kujibu nini, majibu na ikaibuka vita sasa, inaitwa full scale war. Amen na ikatangazwa kabisa, hii ni vita kati ya Israeli na nani? Na Irani, uwe na uhakika kinachofuata ni kwamba utawala uliopo sasa hivi wa kiongozi mkuu wa Irani Ayatola utadondoka. Watafanyaje? Utadondoka. Zingatia, naongea tu eh, Taratibu, mtu wa Mungu, sema taratibu. Namba mbili, wako watu ambao wanahisi vita kati ya Irani na Israel vitapelekea machafuko makubwa mashariki ya kati, na ndio hofu ya watu wengi sana. Eme, ndio hofu ya nini? Ya watu wengi kwamba ile vita sasa inaweza ikahusisha mataifa mengine. Na kikatokea kama kile ambacho kiliwahi kutokea uh, kipindi fulani kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika kitu kinachoitwa Arab Spring. Wangapi wanakumbuka Arab Spring? Eh? Wangapi wanakumbuka kuna kitu kinachoitwa Arab Spring? Kuna machafuko yalianza kutokea kwenye mataifa ya Kiarabu Tunisia, Misri uh, yaani ulikuwa ni upepo fulani ulivuma bup alafu baadaye, eh, eh. Watu wakaingia mtaani, maandamano maandamano, e, kiongozi mkuu wa Tunisia akaondolewa, Misri akaondolewa, ya yaani kulikuwa na hilo wimbi ambalo lilienda, mtu wa Mungu, mpaka likajaribu vile vile kumuondoa a, alikuwa kiongozi wa Syria Assad. Kwa Assad ilishindikana, ila kwenye mataifa mengine yote ambayo ilitokea Arab Spring viongozi wake walifanyaje? Waliondolewa. Sasa ile Arab Spring iligeuza sura ya mataifa ya Kiislamu Amen iligeuza nini? Sura kwa sababu ilianzia kwenye taifa moja. Kama unakumbuka kuna m, kuna kijana ambaye alikuwa anasema kwamba tumechoka, hakuna kazi sasa hivi, akaamua kujimiminia mafuta ataka ajilipua kwa sababu ya kukosa kazi, si ndio? Vijana wakakasirika na hilo tendo kwamba kweli hakuna, wakaamua kuanda, kuandamana kuishinikiza serikali kutoa ajira, alafu baadaye yakawa ni mageuzi sasa makubwa kwenye hilo taifa na baadaye vijana wa mataifa mengine ya Kiarabu wakapiki ule moto kukatokea kitu kinachoitwa Arab Spring. Amen. Ambayo mpaka leo hii tunaona katika ile Arab Spring. Ni katika iko kipindi ndo Gaddafi vivyo aliondolewa. Utawala wenye nguvu wa nani? Wa Gaddafi. Na rais wa Misri naye aliondolewa. Amen. Tunisia na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Amen ig na kuna hofu ya watu ambao wanadhani ni hofu kubwa sana hii, kwamba vita vikitokea kati ya Irani na Israeli kutatokea machafuko Mashariki ya Kati, Middle East. Wangapi wanataka kujua kama machafuko hayatatokea ama yatatokea haya? Wangapi wanasema machafuko yatatokea? Unadhani kwamba Israel na Irani wakiintensify vita, kutatokea machafuko. Na hofu iko hivi kama yale machafuko yakitokea, yanaweza yakapelekea vita vya dunia, kwa sababu kitakachotokea, lazima mataifa yaanze kugawana. Mimi nasimama upande wa Irani, mimi nasimama upande wa Israel. Amen? Kwa ile division itakuja kupelekea vita vya nini? vya dunia kitu ambacho mtu wa Mungu haujui, vita vya tatu vya dunia vitatokea, asili yake ina, iko Asia, wala sio Afrika wala sio Europe. Amen. asili yake iko wapi? Iko Asia. Amen. Sasa nataka nikwambie jambo moja, mataifa mengi ya Kiarabu pamoja na kwamba hayajakili waziwazi ndani ya mioyo yao, wanafurahia na wanaombea Benjamin Netanyahu audondoshe utawala wa Ayatola ndani ya Irani, yeah. No, what here what I'm saying. Amen. Kwa hiyo kitu kinachoitwa kunaweza ukatokea machafuko ndani ya mashariki ya kati sindio? Na ule ukanda ukaingia uka katika vita vya mataifa kugawana. Akipo mwambie Janako, akipo A amen. Kuna ajenda ya nyuma ya pazia ya mataifa ya kiarabu wanatamani utawala wa Ayatola udondoke, ili izaliwe Middle East mpya. Amen, you understand, ili izaliwe Middle East mpya, ambayo ni Middle East ambayo iko civilized. Haleluya kwa wako ambao watainuka na kuzungumzia mdomoni tu hapa, hey, lakini nyuma ya nini, ya pazia wanasema chapa huyo, chapa huyo, hyo ondoa huyo. Kwa narudia kusema pona ya Ayatola na utawala wake uliopo sasa hivi ni kukubali kukaa nini, mezani kulimaliza hili jambo namna yoyote ambayo atataka ku, kujitutumua ita backfire kinyume naye. Mabaya na yako namna yoyote ambayo atataka kujitutumua itafanyaje? Ita backfire. Operation rising the lion sio ndogo kama ambavyo watu wanaweza wakafikiri na kudhani. Amen. Ni operation yenye divine assignment. Niliwahi kusema kwa nini Bwana Mungu ali kusudia kumwinua na kuhakikisha kwamba Donald Trump anakuwa rais wa Marekani wa Marekani once again. Nizungumza hivi kwamba Donald Trump ana ajenda ya nini ya kiungu katika kizazi, kwa sababu dunia ilipokuwa inaelekea, kama Donald Trump asinge kuwa rais, we are, we are heading for something terrible. Tulikuwa tunaelekea sehemu ambayo nini ni mbaya sana. Pigie Bwana Yesu makofi. <coughs> Tazama, watu hawa wanaondoka kama simba mke. Simba mke ni simba asiona aibu. mawea nako, simba mke ni simba asiona nini. Ah, kuna tofauti kati ya simba dume na simba mke. Ni rahisi kusurvive, mtu wa Mungu, ukikutana na simba dume ya, kuliko kukutana na simba mke, wangapi anajua hilo jambo ni eh? Ni rahisi sana ukikutana na simba dume ukasurvive, kuliko simba jike. Watu hawa wanaondoka kama simba mke, na kama simba anajiinua nafsi yake, hata lala, hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao walio waleo wawa. Kwa hiyo kwa jina lingine ni operation ya kumwaga damu. Damu nyingi itamwagika katika hii operation, na ndio maana vile vile kama kanisa yatupasa kuinuka na kuomba. Amen yako kama kanisa yatupasa kuinuka na, na kuomba. Bado najaribu kupata kibali cha kimbingu. Amen, niwe na sesheni angalau ya lisali moja ambayo itakuwa mubashara, amen, kila siku kuanzia wiki ijayo usiku. Amen, mpige Bwana Yesu makofi <laughs> ilo likipata kibali, maana yake nadhani kesho asubuhi kwenye maombi ya asubuhi nitalitangaza. Amen, nilitaka nifanye Jumamosi, nadhani ilikuwa Ijumaa usiku ule, kila nilivyokuwa nikijaribu kutaka kufanya, moyo wangu ulikuwa unakataa. Nikaenda na nishawaambia watu wa midia wajiandae, amen. Wa baadaye baadae nikamwambia my daughter pale, "I'm not going to do it." Kuna kitu nadhani akijakaa nini sawa sawa. Haleluya. Lakini mwili wa Kristo tunatakiwa kusimama na kuomba. Now listen uh, ajenda ya Benjamin Netanyahu sio kinyume na Uislamu namba moja, na wala sio kinyume na watu wa Irani. Kuna mtu anaelewa kwa hiyo eh? Sio vita vya kidini, mwambie jalako, sio vita vya kidini, ila kuna ajenda ya kudondosha utawala uliopo, na mtasikia mambo mengi. Mtu wa Mungu, sema mtasikia mambo mengi Hivi vita vikidumu tu kwa muda fulani hivi, sema muda fulani, kutatokea riots ndani ya Irani, kutatokea nini? Riot ya kuanza kushekeni utawala, kutatokea maanda maandamano. Wako watu ambao wako ndani ya Irani, ni Wairani, mtu wa Mungu, kinachotokea sasa hivi wanapima upepo fulani hivi, kuna pointi ikifikia tu wanaliamsha. Amen Wanafanyaje? Wanaliamsha. Na hilo likitokea, alafu huku unapambana na Israeli, utawala wa Ayatola uta kolapsi sema amen. Maana amen, na iwe kama ulivyo ulivyosema, eh? mpige Bwana Yesu makofi.